Majuzi tumemaliza Pasaka, majuzi tumemaliza zaidi, na viongozi wetu wa kiroho wametuongoza, wametupa ushauri mzuri sana na mimi nataka kutumia nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wa kiroho kwa kutii, kumbukutia moyo na kutuambia uchaguzi uendelee, lakini kwa amani. Na sisi tunataka amani, eh, democracy, watu wa biashara na democracy, demo ashi eh, Mama Samia amekuja na faraja na msaidie sana na mahusiano mazuri sana kati ya vyama wakati ule na migogoro mingi kidogo, kwa sababu mambo ayo wakati. Lakini ukweli ni kwamba Maasamia alileta mabadiliko makubwa katika maeneo hayo ya, ya, ya utawala, vyombo vya habari. Asa andika, andika sana vya ha? habari wakati mm -hmm. mwingine ua vinazidi, lakini vinaandika tu uhuru wa kusema badala ya kunongona. Sasa mtasema wakati fulani, kwa mnanongona. Sasa uhuru kizidi, na unaweza kuwa shida, lakini shida unaibeba tu. Kwa hiyo mambo haya mengine ambayo wanasema sema huko reform reform, kwanza hakuna sheria moja ambayo unaweza ukatunga watu wote wakaikubali siku moja, hamna. Ndio maana sheria zote zikitungwa zinafanyia amendment. Ndio. Kwa sababu sheria unaitesti baada ya kuitumia, alafu ndio unaona rufu hapo, alafu unafanya menee